Kamati yake iko vizuri. Hii ili timu ya bora uongozi kwanza uwe imara, hakuna kupanganyika. Wote mnaongea lugha hii. Lakini hapo umeona. Bodi inaongea yake. Uongozi wa Mangungu ndio unaongea yake. Mangungu alifika kipindi, kaitisha mkutano wa wanachama wachache ambao wako kwenye grupu lake. Kapeleka kwa mbinyalodi anawaambia tumkatae tajiri. Huo ni kweli? Wewe umeyatoa hapo. Sisi tunazo hizo. Lazima uchukua hizo. Mimi nakupa hizo. Yaani Mangungu ameitisha ameitisha mkutano kwa mbinyalodi. Amewachukua yaani, wanachama wa Simba wako kwenye grupu lake wale. Anakwambia tumkatae tajiri. Kwa nini? Tajiri alisema sisi upande wa Mao hata tusipeleke timu. Sio kweli.